Wanaume, kama uko na kama uko abroad na bibi ako in another country, tufanye nini? yako Kenya eh Yeah, normalize kufanya video calls. Kwa nini? na unaambia bibi yako asimame in front of a camera, ah, wa kudinywa tadinya hio tripod stand, tripod stand, anaweka simu pale, anasimama mbele ya kamera. <laughs> Because kwa nini gosh? Kwa nini naona video ya mwanamke ameshika mimba na amezaa mtoto? Hmm? Mpaka akaenda kupeana mtoto kwa orphanage na bwana ako ng'ambo. Chai! Na bwana anafanyaga video calls na yeye. Kwa nini huku hiyo unyumba? Hah? Kwa nini video call gani unafanyaga? Ya face to video call ni ya kuambia mtu wako asimame mbele ya kamera. Asimame. Si kama amelala kwa bed. Mimi sahi hata kukagua kasusu naona nitaanza kukagua, basi naweza na kuwa na mimba na muoni. <coughs> asimame mbele ya kamera, mimba hmm? ndio muavoid nyinyi <coughs> <coughs> lakini wa Kenya watoto wenye si wenu eh. Bibi anazaa uko US, lakini siyo amesema, amepatiana mm? anazaa huyo mtoto, anaenda kupeana huko, analelewa huko na wewe ujui. Ukikuja unapata ana mimba, unafikiria ana mimba, kumbe mtoto alishapeana na sisi ni ngumu. Si smart.